Kigoma <laughs> <laughs> <laughs> ni bano mbuzi la mambuzi mbuzi la kibembe mb maseba mwenye mji au unaweza kumwita jiwe la msingi. sa taarifa kwamba tarehe 25 ya mwezi huu tarehe mabili na tano ya ono mwezi kijana wenu mtoto wenu nakuja hapo Baraka, nataka niwape burudani ambayo mja kupewa na membe yoyote. Kwa mi nitakuwa membe wa kwanza kuapa kwa burudani ya kutosha, kwa kikubwa. Mazoezi hapo ya kutosha, tuna eneji ya kutosha. Nitatoka na kundi langu lote hapa kuja kualifa zawadi kwao, zawadi ni kibao kwa mi. Ningewaomba tu ndugu zangu kwa Baraka, mjandaye tarehe ishirini na tano Tutapiga live hapo, kitu kubwa niwambia, tu mjiandae la Kibembe, wala nimebahatisha namba sio wewe ujabahatisha, ni Nyago mwenyewe, ni mbuzi la Kibembe, mtoto wao kabisa.

Nagomeni, watu tunataka tuulize kidogo, kitu gani ambacho kimekukonvinsi kwa yeah, sisi uende tengeneza show pale Baraka, kwa sababu uliwasili pale Baraka nilikuwa bado sijatumwa huko Zambia. Uliwasili Baraka na ukakataa kutumika show. Kitu gani ambacho kilikufanya sasa uende toa burudani kubwa pale? Uh, kwanza ilikuwa nitengeneze uh, njia yangu nzuri, kwa sababu unaamini mimi ni msanii ambaye anapambania ndoto zangu sasa kipindi kile niliona ni maandalizi yalikuwa alikuwa ao kwenye levo zangu, nikakataa, wanafanya nao kazi wamenielekeza wataka kufanya maandalizi mazuri. Asante sana mbuzi wa kibebe, basi tukwambie mapumziko mema, kutoka pa Zambia, Amisi Magodoro, mtoto wa mama Shola. Baraka, vipi baba? Ni baada ya kutana kalenda na tucheta kwenu, mbuzi la mambuzi mbuzi la kibembe maseba mwenye mji, au unaweza kumwita jiwe la msingi simu